Na mnaona poka pokelewa na, na warembo wazuri sana. Well hello my beautiful people. Welcome back to my channel. Kama mna mbe kwenye hii channel make sure una subscribe, like and comment. Well, in this video tuko na Diamond Platnumz Juma Jux. No well, yani timu zima ya Diamond eh, kwa ajili ya show kubwa ya London. Hapa wameishatua na kama mnavyoona hapo wamepokelewa kwa kwa bashasha na shangwe. Fans walikuwa so excited kumuona Diamond and Jux and kikubwa, tusubirie show itakayokuja. am I'm so excited to see that show. Well my people, embo tone kwanza kidogo hapa halivyo pokelewa, then tutaendelea. There you go, you're welcome. Ya yeah, that's Simba eh? Sijua nafikichafiki cha nini hapa. Mnaujua no, mbu tuambieni hapo kwenye comment. Well, hayo ndio alikuwa mapokezi ya Diamond Platnumz alivyotua tu London, yaani hapo hapo katua tu, bado hajafika safari yake anayoenda eh, lakini mapokezi ndio alikuwa kama hivyo, fans nini eh, shangwe nyingi, furaha tuangalieni tena hapa Simba. Simba.

kui kuona hiyo show itakavyokuwa ya huko London, ya yale mapokezi mshaona. Sasa ndo anaelekea huko anapoenda. Muona saini hapo Juma Jux, and Diamond Platnumz kama ndio amekuja kupokelewa na saini hiyo, ndo hiyo hapo, and i had familia yake yote itaenda, so also i can't wait for that, kina mama Dangote, kina esma the whole family na mke pia, jamani, asisahaulike Zuchu wetu. Zuchu asisahaulike, jamani kwenda London for the big show. Well, mnawaona hapo ya yeah. mabosi wawili hawa ni, ni watu wenye pesa zao, uh, maana kusafiri kwenda kupiga show London mchezo jamani, si kitoto kupata hao audience wa nchi nyingine, watakaoenda kwenye hii show, it's not a small thing. Yani ni such a big thing, ni kitu kikubwa sana, kugadha watu nchi nyingine, kikubwa kama hii London. Yani tusubiri tu tuone kitakavyowaka huko. Huyu ndio simba bwana, msimfananishe na watoto wadogo asifananishe kabisa, ana nyota yake inang'aa. <laughs> E, toka alivyoanza mziki yuko top mpaka sasa hivi, yani ajawahi kushuka. Kuna watu wengine wanakuja kwenye gemu wanashuka, lakini yeye ana si nyota yake, alhamdulillah yuko top tu. Na sio tu nyota, ana work very very hard kustay on top. Yani yeye siku zote yuko on top tu wala well, tuangalieni hapa kidogo, yeye na Juma Jux wakiwa zao kwenye very luxury car, hapa wakiwa wanaelekea huko walipoenda so this... ya na Noel, mmemuona hapa, hawezi kukosa. Yeye ndio designer wa Diamond Platnumz, anahakikisha outfit zake zote zinakuwa perfect, zinakuwa on point, yani stylist wake huyo. Kwa hiyo kwenye show yoyote Diamond anapoenda, lazima Noel awe by his side just to make sure everything is perfect, na pia kumake sure ana look good kwa audience wake. Yamani, taksi za angani nakwambia. Yamani. Wapendwa, no, mmeona taksi za angani hizo. <laughs> mambo ya London ni watu wanaishi 2050 kwa sisi tuko 2025 <laughs> Yo, London, we outside, man.

Jux ikishakutana na wakwe zake huko. Eh, kwa hiyo hapo alikuwa yuko kwenye video call na Priscilla, just to say hi and hivo, yaani timu nzima ya Diamond yupo hapo na iko lelelele, yani iko sijui nisemeje, yaani inasubiri tu